Leo tumefanikiwa kumtengenezea mteja wetu bango zuri, bango bora. Tumefanikiwa kumtengenezea mteja wetu bango hili, kama mnavyoliona, tumemdisainia kwa ustadi ambao e, litaweza kumvuta mteja e, kama unavyoona, linasomeka. Pili, lina ubunifu. Tatu, lina akis, akili na macho ya mtazamaji kwa hiyo inakuwa ni wepesi kwake. Uweza u, wa, uwepesi kwake kuweza kuona kile ambacho kimeandikwa kwa uwepesi zaidi. Huyu e, ndo mteja wetu hapa ambaye tumemtengenezea bango letu lile kama ulivyoliona, ni mteja ambaye anajihusisha na masuala ya usafi kwa ujumla, usafi wa maofisini, usafi wa majumbani, si ndivyo e? Udobi anaofisi maalum hasa hapa ipo Kigamboni, kwa hiyo U, ndugu Uchebe au ndugu Mkwale, kama kampuni yako unavyojieleza okay, unazungumziaje bango letu, mwonekano wake na namna design ilivyokaa? mm -hmm. Uh, kwa kuwa hii ni kampuni hii ni kampuni na mimi nimehitaji huduma ya kampuni ya kiprofessional, imikizi vigezo, ameipenda bango, hata wale wateja wangu wamenipa. yeah. viko vizuri, shukrani sana. oh, karibuni huduma zipo zinaendelea, kwa hiyo nafasi iko wazi. <coughs>